Maudhui yangu ya kwanza Mwenyezi Mungu awabarikia walionitangulia ingawa wamenipa mtihani, wamenipa mtihani. Maana ule uhodari waliotumia sijui mpenye wapi wa kwanza aloanza Sheikh Faisal jazakumullah khair, na wa pili Dr. Mbarak msikia zile kutaja wana vioni hawa wana vioni hama, mimi hapo hamtopata. Hifadhi Mwenyezi Mungu alomfungulia ya ajabu sana, sana, sana. Mwenyezi Mungu amzidishie na ambarikie. Mimi namini nikaja na mada yangu hini Almar'atu baina al-anbiya shari shari shari'ati al-aghbiya wa shari'ati al-anbiya. Mwanamke ima ataishi moja katika hizi sharia mbili, yani atakuwa ni mfuasi wa mmoja katika hizi mbili, hana watatu. Ima afuate sharia ya wajinga na kuitwa mjinga si tusi, ni ni hakika, ima utaitwa mjuzi. Yani mimi kama mi ukaniambia bos, wewe katika masala ya physics, ni mjuzi au ni mjinga? Nitakwambia ni mjinga, maana yake mjinga kinyume ya mjuzi. Ingawa mtu mwingine uambia bwana wewe ni mjinga, umenitukana asijakutukana. Nimeeleza waqii ya kinyume cha anayejua asiyejua ile ni tu, tu kutaka kutungana kwambia huyo ajua huyo hajui, lakini ajuae ajua na asojua ni mjinga. Maanake aljahlu huwezi si kuifasiri tafsiri nyingine kusema aljahlu maana yake ni kutojua, ni ujinga, kujingikiwa. Hata Kiswahili sanifu ni kujingikiwa na jambo kwa wewe hulijui. Sasa mwanamke ima ataishi kwa maana ye mwenyewe ikajichagulia kuishi au ata, atapelekeshwa na moja katika sharia hizi mbili. Moja ni sharia ya wajinga na moja ni sharia ya mitume. Sharia mitume ndio sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna ibara inatembea sana kila siku tunaisikia, ni lazima tugombane kumgombania uhuru wa mwanamke, lazima mwanamke tumtafutie uhuru wake. Je, yeah? Haya ni matamshi ya kweli, lakini urida biha batil. Si uhuru wa kumtafutia mwanamke, ni uhuru wa kumfia mwanamke wa ila mwanamke ameumbwa huru Mwanamke kaumbwa huru na alama kaumbwa huru. Mwenyezi Mungu angejalia kagara kwa, kwa, kwa Adamu uko pale pale hana nyankurete, endapo Adamu enda naye, lakini alimtoa akamwacha, na tena ana vitu vyake kila kitu. Unajua, unaweza kuwa wewe una hii simu na mimi nina kifaa kile cha wifi, sawa wewe ukajikone, ukakonekti kwangu ukasema bwana ah, wifi iko free hi wewe kwa mtazamo wako unaona iko free kumbe na mimi nachogonyoa simu yako bila wewe kujua. Sijui wewe unaelewa hili? Kuna watu wakenda mahoteli hawaulizi kuna wifi. Ataka wifi free, wewe jiunge na mimi kwenye wifi yangu, lakini ujue ushaniruhusu na mimi kuingia kwenye simu, utake usitake. Unaona umeingiziwa mafaili huyajui. Wanakuja watu wanakusachi bwana. Wewe una mawasiliano na magaidi kivipi? Tupe simu yako naone... oh, mimi sijawahi, kwa... Sasa yamefikaje hapa? Wifi za bure, ndio kule kwetu twasema bure ni ghali. Lakini sasa unapotumia kifaa ni chako we mwenyewe, istiklalia na ndio alivyoumbwa mwanamke na ndio Mwenyezi Mungu wakati aliposema manshaa alijua kwamba kiumbe cha kiume kinaweza kukubali an yumin na kinaweza kukubali an yakfur, kwa sababu kina, kina istiklalia kina uhuru kamili, na kiumbe cha kike hivo hivyo. <coughs> Lakini hawa wenye kupambana na Uislamu wanafiki, na ndio wewe mali fitna yoyote ya wanawake utakuta ndani yake kuna kutajwa mnafiki. Angalia wewe ukiona masuala masala yoyote yanofunga manana wanafiki, alafu chini yake utakuta kuna manake wanafiki. wametafuta ni njia gani ya kuweza kupiga Uislamu, hamna. Lakini tupitie hapa kwa mwanamke, sema hapa kwa mwanamke. Sasa wakasema, kwanza wakaja na sura nzuri, jamanini mamama madadae wake, he, he, mabinti he, he, he, he. Ni umebanwa, tumebanwa vipi nyinyi bwana? Hamna uhuru, tunataka kuwakomboa. Nani aliosema kwani wao watumwa? Nani kumbe, wanataka kuwafikia uhuru wa kumfikia mwanamke, si si uhuru wa kumkomboa mwanamke <coughs> angalia katika mambo alo sharia hizi za kijingajinga zisokuwa sharia za Mwenyezi Mungu. Walikuja wakamwambia bwana, we mwanamke, bwana, hakuna mwanamke anayepamba jukwaa la michezo lani? Jukwaa la michezo halipambiki, hata kukachezwa vipi? Wamejaribu mpaka kuwafanya wanaume wakate kiuno, alafu mwanaume yule yule kumwambia kiuno chako laini, anasema umenitukana na na ulo kilainisha we mwenyewe juu ya jukwaa, maanake kuna wanawake Mungu kawaumba wanawake, na hajui kata kiuno. Hao hao wanawake utasikia wenyewe akisifu fulani, hey, ni hodari zaidi. Sasa na wewe ukataka kuwa hodari kuwashinda wao kwenye kazi yao. Sasa na ukisifiwa, kaambia fulani bwana ana kiuno laini ule, hata wanawake amfikie, bosi tuheshimiane. Tuheshimiane vipi na ulo jivunja heshima mwenyewe? Sasa wao walikuja wakamwambia mwanamke, bwana ni muhimu wewe, mwimbaji una sauti laini, una sauti nyororo, una sauti tamu, una sauti ya vutia, na Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe mwanamke usiadhini. Kwani ile sauti kapewa nani? na Mungu. Sasa Mungu hajui kama sauti hii? kwa nini akatuwekea watu akiadhini? saa ingine wewe mwenyewe lazima ushtuke, si kwamba wakati wa swala, lakini vile anavyoadhini yule hakulaliki tena. Wajua kuna sauti wenyewe wanakwambia ndio mmoja katika moja lafra, katika lafra, lafra, e, e, wakachagua kwa nini waadhini wa na sauti, lafra, ya ya, ya, ya. Sauti ya Hijazi kwamba ile sauti ya Hijazi lazima, lazima lazima yani utasikitika. Yaani Mungu ananiita yani, ya, ya, ya, ya. Kwa uzuri <laughs> <laughs> <Nini, ambia, laughs>

Sasa Mwenyezi Mungu anajua mwanamke ana sauti nzuri, lakini akamwambia wewe, usiadhini. Sauti yako haikuwekelea kusikiwa sikiwa, sauti yako ilainishe kwa mtu kwa, kwa kwa maalumu peke yake. Lakini wakaje kukinyume sheria ya kijingajinga. Sauti nzuri ukiimba, watu lazima watakusikia sauti yako. angalia namna gani sheria za kijinga, kuambia bwana, sisi bwana hatuwezi kutengeneza filamu bila kupatikana mwanamke. Ni wanawake bwana, ni muhimu muhimu sana. Wewe bwana bila mwanamke jambo lolote haliwi, lazima uwepo katika utengezaji filamu, kwenye kurikodi kadhalika. Tukiwa kuna mik mikutano, lazima asimame mwanamke bwana huwe na mwanamke anaye wan, anaye wenyewe wanaita mwanamke woman rep, woman yani huku munamuitaje? Mjumbe wa wanawake. Yani sisi kule kwetu kuna mbunge wa wanaume na mbunge wa wanawake, anahusika na mambo ya wanawake tu katika serikali. Munamuitaje? viti maalum, si viti maalum? Yani yeye eh, wanapigania wao kwa wao, lakini ni wanawake. Sisi kwa kule wajua tena wa hawana neno la Kiswahili. Kiswahili cha Kenya pungu, punguani na wanaitwa women rep <laughs> tutamwitaje Kiswahili? mwakilishi wanawake lakini wanapigania wanawake tu, hicho hicho hakipiganiwi, yani ukiingia humo wewe hata kama unaitwa jina la fulani lakini utajulikana wewe mwanamke. Maana hichi cheo hakiruhusiwi ila kupiganiwa na nani? na no, wanawake. Sasa wakamuingizaingiza lazima bwana. Sasa ni sawa, maadamu masala wanawake kwa wanawake ni sawa, lakini wakaja wakamwambia, lazima ushiriki na upande wetu, pia wanaume lazima kuweko, lazima kuhusishwe, lazima kupatikane percentage fulani. Nini, mkusanyiko utakuwa mkubwa sana jamanini? Sisi kuna mkusanyiko zaidi ya swala ya Ijumaa wa lazima? Lakini mwanamke aliambiwaje? asije yaani, mwanamke kuswali nyumbani na kuswali msikitini, thawabu zaidi. Ukimwona mwanamke apenda kwenda kuswali msikitini, hapendi thawabu, apenda kutoka. Huu ndio kweli ikiwa masala ya kuthawabu. Wajua kuna masala ya mwanamke katoka kuja kusikiliza darasa, sawa. Kaja kusikiliza hutuba, ni sawa, lakini kama thawabu tena hadithi ya ajabu inashangaza, ina zaidi kwamba ule mwanamke alioulizwa na Mtume sa sallam alimwambia, mimi nenda msikitini. Akamwambia, jua wewe kuswali nyumbani kwako ni bora kuliko kuswali fi masjidi, sio msikiti. Unaitwaje msikiti huu hauna jina ha? Jumuia sio masalam, jumuia msikiti wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini wakanda kama, akamuingiza ingiza, ingiza. Lazima uhudhurie bwana vikao, lazima muweko bwana, lazima mushiriki bwana, lazima mupatikane bwana. Hii sio sharia Mungu. Sharia Mungu imemwekea kwamba wewe swala za jamaa si, si lazima kwako wewe, si sunna kwako wewe, wewe muhimu kuswali nyumbani ni thawabu zaidi kuliko, kuliko. tena hata kuna nyumbani kuna sehemu mbili kuna kuswali sebulini, sebuleni na kuswali chumbani yaani mwanamke kuswali sitting room na kuswali kwenye chumba chake kuswali kwenye chumba chake ni thawabu nyingi kuliko kuswali kwenye sitting sitting room room kwa nini sababu kuingia saa yote aweza eh hamjui anaweza kuingia nani mwanamume Yani hata mwanamume aingie, mwanamke si mwanamke, akiswali anajifunika finika havai zile nguo zile. Lakini akaambiwa la, wao wakaja wakamwambia la, la, bwana kwenye mikutano lazima kuwekwa wanawake, lazima mshiriki wanawake, maona sheria za kijinga hizi. Kadhalika wakasema bwana, hakuna matangazo yatakaokuwa bora kama yakitangazwa na sauti ya kike. Wewe angalia ukipiga simu unasikia sijui mteja ambaye anayo, lakini mimi sitoigiza sauti ya kike, kwanza sina kamwe. Hii yangu haikubaliani, jaribu mebonyeza huku haikubali nikupe, naweza kuruhusu. wakamwambia bwana, lazima tukurekodi. Mtu akipiga simu ukiwa hapatikani atakaye kujibu nani? Mwanamke. Hata nakumbuka kuna bwana mmoja, Allah yarhamu, mwanzo kupata hii simu, kila akipiga simu anaambiwa mteja lakini la, mwanamke. Sasa mara pili akipiga sijui anaambia sijui ana nini siju. mara tatu, we mwanamke wewe mbona fidhuli? Kwani mimi kupigia wewe? Simuache mwenyewe simu <laughs> yeye anaona yule amepokea. Sasa wakamwambia lazima tuweke sauti ya mwanamke matangazo, yani sabuni <tipulis> unajua, si wanaume tunadanganywa sana bwana. Sisi ndo wabovu wa tungekuwa, twagoma dawa ya mswaki yoyote ikionyesha meno ya kike, waachiwe wanunue wao. Wow, tu sabuni yoyote yao wao, twazigomea vile vitu vyote wanatangaza kwamba kwa kupitia wanawake. Basi ndege sijui mwanamke hapanda, ni nyinyi tu waangalia sasa sabuni ya msu, eh, dawa ya mswaki. Mi meno ya kiume haya bila, bila shaka Mwenyezi Mungu sijui, lakini bila, bila shaka, shaka, hata ile madini ya kiume na ya kike lazima yatakuwa tofautiana. Mwanamke mwenyewe kutafuna kwenyewe ana upambe upambe, ana, ana ma lipstick ile, hata hatakikutoka. Maanake wewe ukitaka kumjua mwanamke kiuhakika, ngoja ngojawe amepaka zile hata hata kama hajui Kizungu hatokuita baba kwa sababu kiita baba midomo inashikana, basi inapungua na dadi, <laughs> eh, eh, eh, eh, anakimbia eh, anakimbia midomo zigusane. Sasa hio hakuna baba, hakuna dadi, nini asifunge mdomo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia kajalia vitu hivi tofauti, wewe unakuja leo unalazimisha dawa ya mswaki lazima tangazo lipitie nani? E, sijui sabuni ya kuogelea mwanamke maji ya kunywa pia. Sasa mwanamke akinywa kidogo tu akashashiba, mwanamume anataka chupa mbili tatu. Maana yake maji haya sana atakanywa wana e, Mungu amejalia wenye kunywa maji mbao <laughs> lakini angalia Mwenyezi Mungu kwenye swala tumeambiwa sisi, waidha nabatha shay'un wa hiya fi salati Sofakat, kwa kwani mwanamke akiwa aswali, mtu kagonga akisema subhanallah ndio itakuwa nini? Ha? Ha? hata kama una swali usitoe sauti, kwani atavunja sauti kweli? Maana ake waweza mwanamke mwana uh, kama hayuko kwenye swala akibisha utasikia hayuko, lakini kwa lugha ya kike mimi nakupa yangu, we mwenyewe utajua kui, una mixer utachuja chuja, sawa utajua mwanamke amejia, lakini sasa, hebu kikofi cha mwanamke kitakuwaje? Na ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam hata makofi pia sisakuturuhusu, akatambiaje, innama tasfiqu linnisa. Maanake mtu akaja akambea mpigieni makofi manake, ma manake kashambia haya, wanawake mpigieni makofi. Ukipiga ni wewe umekubali kuwa mwanamke, usimpigie. Sasa angalia Uislamu umemwondoshea kutoa sauti kijingajinga na yeye uko ndani ya swala. Kuna dharura fulani, safakat fulani, piga kikofi. Amesikia ha, haya? Hakusikia ndoo chake kilowekewa. Leo wakuja kuwekewa mitindo ya, ku, ya kufanya nini ya ku, matangazo, lazima mwanamke sijui advertisement. Lazima mwanamke subhanallah. Ha? wakaja wakasema lazima mwanamke naye ashiriki katika machezo. Kuna mbio za Olympic hizi, sijui kuna mbio za nini, mbio za kuchangisha nini, mbio za nini. Mwanamke bwana lazima naye aoneshe misuli, subhanallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kajalia sisi tukenda hija, ikiwa wewe wataka kutufu na baada ya tawafu kuna sa'i ni sunna katika zile thalathatu ashwatin za kwanza araml kwenda matiti, unaji unaji nini? Ramel. Changamsha changamsha, sio uende a a zile ni sunna araml, lakini mwanamke la, hakuambiwa mwanamke hachezesha kifua, ah, enda taratibu taratibu. Kadhalika wakati unaposai kuna baina alalamaini, zile ile ile, ile, ile mistari ya green ile <tip> ni sunna ufanye <tip> <Mukimbi. tip> nini mkimbi. Mwanamke la, anaambiwa anaenda taratibu, nini hifadhan ala muruatiha. Mwanamke halikukaa fujo fujo, mwanamke akakaa utulivu utulivu. Ingawa mwanamke akitoka ni uzuri, atembee kama mwanajeshi Yani amekazana kazana hivi, sio mwanamke. Lakini wao wanawake wa sasa baba anaweza <laughs> kupiga mkono, manake huu unakuja mpaka unagusana na huko, na huu unakuja mpaka unagusana. Ah, mwanamke atakaenda mjiani, yani kama robot vile anatembea, huoni mpaka yani, hata muache mwanamke yule anatembea kama mashine, eh, hivyo hivyo. Lakini akiingia nyumbani, we we we we Kifua kinaenda huku, kiuno kinaenda huku, juaya huyo amesikia tu, akiona yani ajiachie. Lakini leo wangalia, wamekuja wamemwekea mwanamke mpaka kuonesha yani mishono sijui sasa saa nyingine wewe unaonyesha kanzu hii na, na matembezi yayo, mwanamke mwenyewe ndio kwa naye nyumbani kutembea mashauri nini, nini, nini. Madanganyano tu kumkosesha mwanamke thamani yaani, huu mwanamke hii hizi dini za wajinga hizi, sharia za kijinga zimekuja kumfanya mwanamke, wakamfanya brainwash yaani, wewe lazima uje uoneshe utembee, wanaita sijui mara catwalk, mara sijui mwendo wa njiwa mara sijui nini ya kii, kwani mwana gauni hilo lataka mwili lataka la mwendo hela, gauni na mwendo wapi? mw. na wapi? kisha ni mwanamume gani ahitaji nguo kwa mwanamke? welaukaoa mwanamke mke wako akakwambia, mume wangu, naomba leo siku ya harusi nilale nao hi nguo ya kupambiwa, utakubali? hiyo nguo, mi nataka hii, nakutaka wewe hivi, nguo nimelipa hela nyingini, na mi mmekulipa wewe hela nyingi. Sasa mimi kulipau nivalie nguo kadhalika. Leo kuna trip zinawekwa za wanawake, lazima mabinti watembee. Bwana, lazima wanawake nao wakatembee, waende kaangalie mbuga, sijui waende kafanya nini sijui. Na hizi trip zinawekwa ati wanawake kama wanawake tu Sio mke na mumewe, sio baba na watoto wake, sio ndugu na ukhti zake na madada zake, la, hili jambo linawapangiwa wa wanawake tu, kusishiriki wanaume. Jamanini, sisi katika Uislamu hakuna nguzo, hakuna nguzo inayokamilisha Uislamu ya tano. Ni nguzo gani? Haji. Lakini hii ni hija, kuna sharuti iko kwa mwanamke tu, sisi hatuna. Ushaisikia kwamba mwanamume hafai kuhiji mpaka awe na mwanamke? Ushaisikia hiyo? Hamna. Lakini mwanamke hata akawa mamilionia gani, ikiwa hakupata maharimu, hija bado haija mlazimu. Sikia hii kaida, mwanamke ikiwa hakupata maharimu, hija haija mlazimu, lazima iwe ana maharimu au mume sasa, Mwenyezi Mungu kamwondoshea safari muhimu katika maisha yake kwa faida yake, leo amekuja kumwekea safari za kijingajinga. Ni lazima na wewe na nyinyi wanawake mwende mkatembelee mbuga, mkaangalie wanyama. Mwanamke kwenye sim, kwenye skrini akimwona mnyama yuwajambio sengine wakimbia, siona haja akatoka, kadhalika leo wamemtoa ndani ya nyumba, lazima mwanamke atoke, lazima akafanye kazi, lazima tena avae na uniform, ajipambe. Maanake mi safari moja niliingia kwenye duka nikaona wasichana wamejipamba vizuri, wamevaa uniform nzuri. Sasa kawa kuna bwana mmoja kakaa na mtazama yule msichana, mi tumeenda na yeye, akamwambia bosi, sisi e, tumekuja hapa kuangalia hizi bidhaa, akanambia, ah, bosi, mtoto amenichanganya hata sioni si tena TV yoyote nzuri, na mwanae ndo mzuri yule mwanamke. Unasema nini? Nikamwambia, sikiliza wewe, umekuja hapa kuuza hizi, lakini mimi nakuona ulivyovaa umekuja kujiuza wewe. Pole kukwambia hivi, lakini ndio uhakika. Si umeona huyu mvulana akaingia hapa, badala ya kuangalia yeye, hako sahihi kwa kitendo anacho, anachokifanya anacho, anacho, anacho, lakini unayemsababisha ni wewe. Badala yeye sasa ameingia hapa ashangae, inga la TV, inga la sijui nini, inga aa, wewe ume umemteka akili. Kwani wewe ukiwa umevaa ninja ni kab, umevaa buibui hii TV itapungua value? Ukiwa umevua nguo sasa basi, ukikaa na chupi, ile TV itakuwa kubwa zaidi? Ya hifadhi lako haliengezi kitu katika hizi electronic lakini wanawake wamedanganywa, wame ati uvae vizuri, uzungumze na na kastama vizuri, uchekecheke naye um, mkurubie, nikusaidie nini? ye upangine kile kisichana chenye kuuza, nkifupi na yeye mwenyewe mrefu mrefu, sasa kazi ya kuinua macho hapo, balaa tupu, ubidi wewe hata alikuwa umepanga upunguziwe, kwa vile anavyozungumza na wewe wewe, mwongezea sa laki tatu na nusu waonaje? Nkakupa laki nne. We unaona kumbe, mtaja laki mbili ume... ume... ume... ameshakutoa kwenye time. Time, time, time. <laughs> namngalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliwaambia, aliwa vipi wanawake wakitoka wakitoka, nasemaje ile aya, wala yadhribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min yani, yani muna pambo, nyinyi mumejipamba mu nalo, lakini lisijulikane. Wajua, wanawake hawajaelewa kitu kimoja. Wanawake huambiwe nyinyi, bwana, ukiwa Mwislamu au ukiolewa na shekhe, bwana hutojipamba wewe, alokuambia nani? Hakuna, tupendao kupambiwa kama sisi. Lakini Kikini, tupambiwe, tupambiwe, tupambiwe sisi. Sisi sio ipambiwe barabara wala wanaume wengine nje, lakini wanawake zetu wanatupambia sisi tena mapambo na hakika, wengine hamu hata, kwe, hata kwe, mala ainu raat hata kwenye vitabu hata kwenye mitandao hamuipate, lakini wanatupambia ya, ya, sisi sababu so, Mwenyezi Mungu hakumkataza alisema wala yubdina zina tahuna ila kwanza, mume ukimwona mwanamke kita, kila kita kujipamba, yafikiria mume wangu ataliona hili pambo. Huyu ndiye mwanamke lakini, ule mwanamke anayejipamba kwa ajili ya harusi akirudi nyumbani akafuta pambo akatafuta lile gauni lake, ah, hujaoa we umeokota. Wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, wengine ni ruhusa. Manake usijipambe ila kumpambia mume, wale wengine ni ruhusa, wafaa kukuona, sio wafaa kuwapambia. Kuna tofauti, kuna unaefaa kumpambia ni mume, kuna wanaofaa kukuona ukijipamba ndio hawa: au abaihinna au abai buulat au abnaihinna au abai, mpaka mwisho wa aya. Wale ni ruhusa, sio kwa kuwapambia. Kadhalika. Kadhalika. Leo wanawake wameambiwa yani, ulimwengu wa sasa utamsikia mwanamke, mbona hukuweka kwenye screen hii yaitwaje hii screen hii, kwenye screen saver au status, mbona hukumweka sijui hukuweka wallpaper, hukuweka picha yako na tukamuona sijui nani yako, fiance yako sijui mume wako, sijui yaani hawa wanaume, wanaume kenda mahala, mwambia muona, bwana huyu ndio ataka shemeji yako huyu, ndo ataka nani yako huyu, ndo subhanallah, au unasikia watu